So, mimi nitasema kwamba hino ni hatari kubwa sana. Hii no ni hatari kubwa na ni dalili mbaya, tusemeni tu kweli. Uh, leo saino tukiongelea hili swala tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi ambapo mpaka saini tunavyoongea ni saa mbili ikielekea saa tatu ambapo kuna sehemu fulani ambayo inaitwa Tarime, wananchi wameweza kutoka nje kwenye giza ambapo wanatumia tu zile street lights barabarani, wakikimbia mbio na ni wananchi kibao sana, ambao hatujapata hesabu yao wote, ambapo wanaandamana wenyewe, wanasema na zile kauli zao ambazo wanazitoa. Kama tunavyojua, endapo watu wako kwenye maandamano, kuna kauli ambazo wanazitoa ama kuna mabango ambao wameyashikilia, ili mradi waweze kusema ni kitu gani ambacho hao kimewafanya mpaka wana, Mane. Asa, maandamano ya hawa jamaa akitu ambacho wanasema, wanasema tunataka maandamano hicho ndio kitu cha kwanza, na wengine bado vilevile wanasema kwamba wanataka yule mheshimiwa Heche aweze kuachiliwa, ambapo aliweza kushipwa majuzi, siku nne takriban sa zimeweza kupita, ambapo alikuwa mwanachini wa yule ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu, ambako yuko gerezani mpaka sasa, ambapo aliweza kuzuiliwa asijulikane yuko wapi na hajafikishwa mahakamani. Nikukumbushe na nikwambie na nisistize ya kwamba hino ni hatari sana kwa nchi. Kiukweli, that's reality. Najua watu wengi watasema watakaposema, but ukweli kabisa tuseme ya kwamba hino ni hatari kubwa, na najua wazi kabisa kwamba saino tunavyoongelea hivi aat aia sahii usiku wa leo niko na shwariti ya kwamba kunao wageni kibao sana ambao wako ndani ya Tanzania ambao wanapaket wanaenda nje ya Tanzania na vile vile pia kuna wageni kibao ambao walikuwa wametarget kuingia ndani ya Tanzania, lakini hivi tunavyoongea wamebidi wageuze destination yao. Nikukumbushe pia kitu ambacho haujui, nimepata habari pia hivi leo ya kwamba zile ambao ni mikahawa ya nchi ya Kenya ama hotels za ndani ya Kenya kwenye ufuo zinaanza kufurika wageni kibao kutoka sehemu tofauti tofauti za nchi, na vile vile pia zimeanza kupokea wageni kibao sana kutoka sehemu za Zanzibar wakati ule ule. Jana tuliweza kuona chombo fulani cha habari hapo ambacho kilikuja kikakuonyesha ya kwamba Zanzibar pia vile vile inapokea wageni tofauti tofauti kutoka nchi za uzunguni kwa minajili ya kutalii. Sasa nataka kukusomea tu hapa haraka haraka baadhi ya yale maoni ambayo wananchi wameweza kujitoesha na kuandika, na wewe pia usisite kuweka maoni yako hapo chini, uniambie ni kitu gani ambacho unahisi huenda kikatokea ambacho hatukukitarajia kwa sababu watu wengine wanasema kwamba hakutakuwa na maandamano tarehe ishirini na tisa au Watanzania ni waoga. Aa, na yote haya ama vyote hivi ni vitisho tu, lakini hakuna lolote ambalo litatokea. Na wengine nao pia wanasema kwamba, uh, usalama wa jeshi la wananchi lazima ulindwe piwa, yani ulindwe kihakika kabisa, kwa sababu maandamano yapo na watu wamejipanga tayari kwa maandamano leo tarehe ishirini na saba. Nikuambia ni usiku na watu tayari wako barabarani wanazunguka, na tukumbuke pia hapa hapa sehemu hino hino ndo pale ambapo jeshi la mwananchi liliweza kuwa hapa juzi, tunakusisitiza kwamba kuwe na amani, lakini leo hii tumeweza kuona kuna maandamano ya usiku, japo ni maandamano ambayo nitasema ni maandamano ya amani, maandamano ambayo hayana fujo, ni maandamano ambayo wananchi wameingia barabarani, lakini tatizo ambalo naliona ni kwamba wamekataza ule usafiri wa hali ya kawaida uweze kuchukua nafasi yake, na kama sikosei, ameweza kufanyika kuanzia mida ya saa moja ikiendelea saa tatu mpaka Okay. Kuna mekuja mesema hapa, mbona wameanza mapema? Hii inatakiwa iwe kesho, muda kama huu ndio tukeshe hadi majogoo, halafu ingie shift nyingine. Yani hawa maandamano yameanzaeanza ya mapema, tageti yao walikuwa wanataka kuanza tarehe ishirini na nane usiku ili waende mpaka alfajiri asubuhi, wakiamkia ile siku ya kupiga kura nchini. Safi sana upi, pamoja wazee, kitueleweka tu Free Lissu, wao wameanza usiku, sisi tutaanza asubuhi. Safi sana, wazee, tuko pamoja. Safi wazee, tuko pamoja sote. Kumecha, kumechangamka mwaka huu. Free Tundu Lissu! Free Mdude! Uh, Tarime ni pazuri sana natamani ningekuwa wa huko. So unaona wazi kabisa kwamba asilimia mia moja ya hizi comment ambazo zimewekwa hapa, ambao ni video ambayo iko na kama dakika ishirini na saino comment ziko kumi na mbili, na zote asilimia mia moja zimeweza kusupport ama zinataka maandamano haya yaweze kuendelea. Jamanini ni kubaya kiukweli kabisa, let's agree, let's agree be confident that uh, things are not right at the moment, tukicheza tutachoma nchi yetu.